Ujambo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, na karibuni sana kwa chaneli ya Language Booster TV, chaneli ya YouTube inayokufundisha lugha tatu muhimu sana: lugha ya Kiingereza, lugha ya Kinyarwanda na hata lugha ya Kiswahili. itakuwa inahusu maamkizi ina na utambulisho, maamkizi na utambulisho Jokin, na somo la kwanza shikamo. Uh, ni, ni salamu, ni salamu kwa mtu mkubwa, kwa mtu unaye heshimu muheshimiwa mtu kwa zaidi yako mtu muheshimi, muheshimiwa zaidi yako makiwa nigihe umuntu agize ibyaugomba kubwira ati makiwa ndakagusubiza ati tunayo changwa se ni nayo yari umwe makiwa tunayo zi msikilizaji na mtazamaji na karibuni sana kwa chaneli ya Language Booster TV, chaneli ya YouTube inayokufundisha lugha tatu muhimu sana: lugha ya Kiingereza, lugha ya Kinyarwanda na hata lugha ya Kiswahili. Sasa nakukaribisha sana, nimeshapokea ujumbe wa wafuasi wetu wanaotaka kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa hivi nakuja kwa kipindi kipya Jifunze Kiswahili, na hii ni mada ya kwanza katika kipindi hichi. Utafuata masomo yatakayokufundisha lugha ya, ya Kiswahili kuanzia masomo ya muhimu na ya msingi sana, na nakuambia kuwa mwishoni mwa video hizi utakuwa na uwezo wa kutumia Kiswahili cha awali katika mazungumzo na, kati na mawasiliano kati ya wenzako. Sasa karibuni sana na kipindi hiki cha somo la kwanza. Mada ya kwanza itakuwa inahusu, ina maamkizi na utambulisho, maamkizi na utambulisho, na somo la kwanza tunaloenda kuangalia ni maamkizi. Maamkizi katika Kinyarwanda ni indamukanyo. nakwambia kuwa, na kuwa ili usikose hata video moja kut, eh, ya kipindi hichi kwanza bofya subscribe kisha, uh, pende video yetu kisha wanike kwenye ujumbe, mapendekezo, maoni ndetse na eh, na, na hata na ujumbe uh, unaweza kuuliza swali, unaweza kutuonya na kutupa ushauri wa, wa namna ya kuboresha masomo yetu ili yawe yanakufaa sana. Aha. Walio subscribe walio bofya subscribe ya na, na shukuru sana, na wasiofanya hivyo na nadhani kuwa mnaenda kufanya hivyo. Sasa hivi pendekeza na shirikisha video hii kwa wene wenzako ili nao wajifunze pamoja nawe sasa

Uh -huh. Somo la leo la kwanza, tuna tunaenda kuanza na maamkizi. Baada ya somo hili utakuwa na uwezo wa kusalimia mtu umuntu ye kutangira n'indamukanyo. Baada ya somo hili utakuwa na uwezo wa kusalimia mtu unayemkuta katika mikutano mbalimbali. Ili somo la kusoza, ushobora kusoza umuntu we nawe mu bihe vitandukanye. Si ndiyo? Uh -huh.

hatua kwa hatua utakuwa na uwezo wa kutumia Kiswahili. Ni tutangira na ukihera kwa iri somo, kantu kajenda ni namwe ku yindi. Step by step, uzabasha kuvuga Kiswahili ndakurahiye. Wewe bamas. Kama unazungumza Kinyarwanda na unataka kujifunza Kiswahili kuanzia sasa, ni bura mutsu uvuge Kinyarwanda usanzu uvuge kirewa ukabushaka kwiga Kiswahili, anza na LANGUAGE BOOSTER TV: jifunze Kiswahili jifunze Kiingereza na jifunze Kinyarwanda. Amasomo yote haya yanarushwa hapo, yana masomo yose achishwa kuri runo rubuga bila kupoteza muda, hebu tuanze. Hey, tutataijire reka tutangire kama utangulizi, ndugu mpenzi wa Language Booster TV, nimepokea maombi ya kufundisha Kiswahili, ya kukufundisha Kiswahili. Leo ninaanza sasa hivi, twende hatua kwa hatua, tujifunze lugha ya Kiswahili. Hatua ya kwanza ya kujifunza Kiswahili ni kujua kusalimiana na kujitambulisha. Mada ya kwanza inahusu maamkizi na utambulisho. Utajifunza humu katika video hii namna ya kujitambulisha na namna ya kusalimiana mtu unayemkuta. Karibuni sana kwa masomo ya Kiswahili, yes. Aha, sasa, hebu tuanze na somo la kwanza maamkizi. Maamkizi, kama unataka kujifunza Kiswahili, jaribu kuniiga: ku, ku, ku, ku

Turi kumwe. Maamkizi ni indamukanyo. Mucyongereza ni greetings. Greetings. Aha. Uh-huh. The topics maamkizi na utambulisho. Greetings and self-introduction. Yes. Maamkizi ni maneno tunayotumia kusalimia. Tunayotumia kusalimia watu. Na kujuliana hali. Na magambo dukoresha dusuhuza abantu.

ukusalimiana salemiana na kunajenga urafiki baina yetu ugusuhuzanya kandi byubaka ubucuti hagati yacu, nta kikukuta na bila kukusalimia na kuonesha kuwa labda ninaweza kuwa ni adui hakupendi igihe unagutiona ugusuze uchawa gutekereza ni umwanzi wanje ntankunda. Sasa kwa kuwa ukusalimiana ni tabia nzuri nayo jenga urafiki baina yetu, kwera ko gusuzanya ni umuco mwiza ubaka ubucuti hagati yacu si ndio? Sasa ni bora kusalimia. Video hii itakufundisha salamu mbali mbali unazohitaji katika kila siku. Mimi no video tunaweza kurebera mo indamukanyo zitandukanye uzakenera buri munsi, katika mikutano mbali mbali, e, mu mu mu bihe bitandukanye, mu situations zitandukanye, yaba ikiwa asubuhi hawa mu gitondo, ikiwa jioni hawa ni mugoroba, ikiwa usiku ya wa mujichuko, ikiwa as, asubuhi as, ikiwa mchana. Salamu hizo tutaziangalia, wakati wa uzuni, jumuna wabaye wa mugira ngwiki, wakati wa furaha, jumuna yishimye wa mugira ngwiki. Eh e, kulingana na umri, bitewe nurwego uri gusuhuzamo arimo wa msuza ngwiki. So sasa katika video hii tutajifunzia mengi. Na hii ndio mwanzo wa, wa kuzungumza Kiswahili. Tunaposoma hivi, jaribu kutimi, kutimiza, jaribu ku, ku, ku, ku, ku kutia katika vitendo, jirajishire mu bikorwa ibyo tuba twize. Kama unajifunza salamu ni bawizi ndamukanyo, jaribu kuitumia ukisalimia mtu. Jirajezi ikoresha usuzu mwono. Kama huna mtu wa kuzungumza naye Kiswahili, basi nizungumuza naye. Nizungumuza nami. Na nianikie. Nianikie ni, ni, ni, ni anikie kwenye WhatsApp. Nyandikira kuri WhatsApp, unganirize kandi ukoreshe isomo ryose tugiye gushyira tuba twize. Kila mtu anaye jaribu kutia katika matendo au kutimiza somo tunalo jifunza, yeye ni shota, mtampata amejua, ameisha jua Kiswahili na ameisha jua kukitumia na kukizungumza, kwa kuwa ametia katika vitendo. Ibyo twiga byose mugerageze kubishyira mu bikorwa nubigerageza uzasoza uze gukoresha ururimi rw'igiswahili. Jifunze Kiswahili na Language Booster TV. Ha, ebu twanze na maamkizi sasa. Maamkizi. Maamkizi. Sehemu ya kwanza, kuna Kiswahili Kinyarwanda, hii ni salamu na sehemu ya pili ni jibu lake. Kuna salamu na kuna jibu. Wewe ut, kama uko Munyarwanda, utajaribu kusoma katika mabano

inayotumiwa kwa mtu unaye heshimu, mtu mkubwa kwa zaidi yako, mtu muheshimiwa, mtu muheshimiwa, mtu zaidi yako, mtu mkubwa anaye kuzidi kwenye umri na kiwango. iyi ndamukanyo ikoreshwa cyane ku muntu sina cyane ahubwo buri gihe ikoreshwa

akagusubiza marahaba mu kirwanda umunagiye muraho nagusubiza mura ariko mu giswahili shikamo igisubizo ni marahaba shikamo marahaba shikamo baba marahaba ugushuje papa baba papa shikamo baba marahaba shikamo shangazi na akagusubiza ati marahaba shikamo mukurugenzi director uraho director shikamo mukurugenzi shikamo mwalimu umuntu wese wubashe uam uravuga uramu, uramu, shikamo wongere izina rye shikamo raisi uh, shikamo rahisi rahisi tis eh, ni president rahisi ni presida uh, mukuru w'igihugu shikamo rahisi shikamo shikamo uh, hey, yea abayobozi abantu bakuru bo kubahwa bose bakoresha shikamo ako kanu kinji yese shikamo jisubiza ni, awe aza gusubiza maraha marahaba hujambo ni, yeti, hujambo, ni usubiza umuntu umwe ati hujambo aza gusubiza sijambo ni wa usubiza abantu benshi gusubiza hamujambo bazasubiza hatujambo hamujambo hatujambo habari za asubuhi habari za asubuhi ni nzuri umelalaje nimelala vyema

mudukuo icho bisobanuye mu Kinyarwanda. Twendelee, twendelee na salamu nyingine, maneno ya kuambia mtu wakati wa uzuni. Iji umuntu ababaye, iji umuntu afite ibibazo, wamubwira ngo iki, makiwa. makiwa ni salamu tunayoambia mtu ambaye uh, fam, um, ambaye mwana familia yake au mpenzi wake

ni gihe umuntu agize ibyago ugomba kumubwira ati makiwa nawe akagusubiza ati tunayo cyangwa se ni nayo yari umwe makiwa makiwa tunayo makiwa, tunayo makiwa kwa kukosa baba yako naye ya kajibu tuna tunayo au unaweza kumwambia pole sana pole sana iryo dusanzwe turiizi umuntu umubabaje y'umuntu mukanda agiye y'umuntu koreye ikintu tateganyaga cyangwa ukabona umuntu ari mu bibazo unamubwira ati pole sana pole pole sana nawe rero agomba gusubiza ati ni shapoa pole sana ni shapoa pole sana kwa kukosa uh, pole sana kwa kushindwa ni shapoa pole sana kwa kwa kwa kufanya ajari Nisha poa. Ajali ni impanuka. Pole sana kwa ku, kwa kukuta ajali. Naye akajibu: Nisha, nisha poa. Hii ni maneno ya kuambia, yohangane kuwa uwakoze impanuka, haya ni maneno ya kuambia mtu wakati wa huzuni, ni amagambo wabwira umuntu mu gihe cy'akababaro huzuni, huzuni na kababaro wakati wa huzuni mu gihe cy'ibyago na kababaro sasa hebu tuangalie salamu za kuambia mtu wakati wa furaha, kama amefurahi, kama ame, ame, ame, amefanya kitu kizuri sana, kama kwa mfano ametimia shule zake, kwa mfano ameshinda mtihani, kwa mfano ame, ame, ame, amepata cheti kubwa, kwa mfano amepata amepata kazi bo, nzuri sana ni mtu ali mubyishimo yatsinza amasomo yayashoje se cyangwa yabonya kazi keza, unaweza kumwambia hongera, hongera sana. Congratulations. Ni congratulations. Hongera sana. Naye kajibu, asante. Nime hongera. Nime hongera, hongera sana asante sana, hongera, hongera sana Sawa, hongera sana kwa kubofya subscribe, sana kwa kubofya subscribe. Nimeongera, hongera sana kwa kufuata Language Booster TV. Kuna salamu za wakati wa asubuhi. Kuna salamu nyingine, habari za asubuhi. Hapo ni asubuhi au ni mujitondo. Habari za asubuhi ni nzuri

na wewe pia likewise mu cyongereza and you too tuonane kesho tuonane kesho see you tomorrow tuonane kesho tuzasubirejo see you tomorrow majaliwa mujiswaire tujushakwe mti tuzasubira see you tomorrow ngo ati tuonane kesho na ukagusubiza ati majaliwa tuonane kesho majaliwa sabaheli aheli ini ndamukanyo ukoresha mu gito umuntu mukoro uri kusesa mu sabaheri sabahel sabaheri. Uh, hii na mtu ni salamu na msalimia mtu jioni, unapotaka taka kuenda, sabaheri, jibu lake ni aheli. Sabaheri, aheli. Sabaheri, aheri. eh Salamu nyingine tunayopenda kuitumia sasa, wanyarwanda yumuna wengo salama salama salama salama, salimini ugomba kumusubiza ati salimini, salimini, salama, salimini. salama salimini. Sabaheri, aheri, aheri. Sabaheri, aheri. kwaheri ya kuonana yumuna kusezeye kwaheri na umusubiza ati ya kuonana kwa kwaheri, ya kuonana kwa kwaheri, ya kuonana kwa ubwo nimba sezera nsoje kuyigisha lino somo, muze kumbwira ati ya kuonana uzo kunyandikira mu comment, ni niandikie kwenye comment. Maliza kufundisha hii video nitakuambia kwaheri, nawe utanijibu ya kuonana kwenye comment. Aha.

naweza kutumi, kutumia haya, e, jaribu nae, kutumia mazungumzo e. Haya, jaribu kutafuta mtu wa kuzungumza naye ili uweze kutumia video hii. Naweza kuni text, naweza kuniandikia kwenye WhatsApp namba, kwa nambari ya WhatsApp inayerushwa hapa kwenye video kwenye screen yako, si ndio? Tuna mazungumzo kati ya mtoto na baba baba yake mtoto anasema shikamo baba. Kwa kwa nini anatumia shikamo? Kwa kuwa baba ni mtu wa kuheshimiwa, ni mtu anayezidi, zaidi ana umri zaidi. niwe wewe ufite uyu eh, e, papa ni wo kubaha aramuruta nyine agomba kumubaha niyo mpamvu agomba gukoresha shikamo umuntu wubashye iteka ryose ujye umusuhuza ukoresheje shikamo mu giswahili shikamo baba. Sasa unaweza kusoma kwenye kinyarwanda sehemu ya, ya kushoto ya kulia. Baba anazi, anajibu marahaba. Uhaligani? Vyema. Baba yako hajambo? Babu yako hajambo? Hajambo. Wewe umeamkaje? Nimeamka vyema. ha, hii ni mazungumzo, haya ni mazungumzo kati ya mtoto na baba. Shikamo baba. Marahaba. Uhali gani? Vyema babu yako hajambo? Hajambo. wewe Umeamkaje? Nimeamka vyema. Ha, haya ni mazungumzo. Unaona kuwa maneno ya yenye rangi ya nyekundu ni ya Kiswahili, ni maamkizi. Maamkizi, na unaweza kujaribu kutumia maamkizi tumeishaona hapa, kusalimia wenzako, si ndio? Unaweza kuyatumia katika mazungumzo na kusalimia wenzako. Haya yalikuwa ni mazungumzo, somo la a la kwanza. Somo la msingi sana kwa mtu anayetaka kujifunza Kiswahili. Nadhani kwa umeisha soma maamkizi ma, ma, na unaenda kuyatumia katika kusalimia wenzako. Unapomkuta mzungumzaji wa Kiswahili, mujisalimie kwa kutumia maamkizi haya. Si ndio? Msalimie kwa kutumia maamkizi haya. Video nyingine inayofuata kipindi somo la pili tutajifunza namna ya kujitambulisha. Unapomkuta mtu

umetenga muda wako kusoma lugha ya Kiswahili na kufuata chaneli hii yetu na sante sana kwa kuwa umesha bofya subscribe na hata uja bofya. Tuambie kwa nini ufanye hivi. Je, masomo haya yakufai? Hayakusaidii kitu? Kama unataka masomo mengine, just tuandikie tuandikie kwenye sehemu ya komenti, sehemu ya ujumbe, acha ujumbe wako Acha mapendekezo, acha maombi, acha maswali masu, ili tuweze kurekebisha masomo yetu hapa kwenye yanayorushwa hapa kwenye chaneli hii ya Language Booster TV. Nakupenda sana kwa kuwa umeshatufuata, nakupenda sana kwa kuwa una tujali, nakupenda sana kwa kuwa una juhudi ya kusoma na kujua Kiswahili. Nakuomba na endelee we, we kutufuata. Asante sana, tuonane